Nimeona moja ya eneo ambalo linafanyiwa kazi ni la real estate katika maeneo ambayo yamepimwa vizuri kwa kiasi kikubwa ni eneo la Usasani, kata ya Usasani, kwa maana ya Masaki, kwa maana ya Sadei oh, hata Mekoroshini kidogo, bonde la Mpunga, ndio niumbao na nyumba nyingi za sasa hivi zinajengwa sana, ni mfano mzuri kwa maeneo mengine ambapo real estate ina inafanya kazi, kutoa elimu ya namna gani Mwenyezi Mungu aliyowajalia wa kuwa na pesa na wakajenga, wanachangia katika kuendesha nchi yetu. Kuna skimu mbalimbali zimezungumzwa, watu wanajenga nyumba zinauzwa kabla hazijaishi na wajenzi wanapokea pesa, lakini kwa kiasi kikubwa zile pesa kisheria, kwa sababu zina vyeti, zinapaswa ziwasilishwe serikalini. Hazifanywi hivyo kwa kiasi kikubwa. Naamini uwepo kwa ofisi hii utachangia kutoa elimu ili Uh, usimamizi sahihi wa real estate, na nyingi zinafanywa na wageni ambao ndio wanajenga, lakini wanahitaji kuelimishwa ili waweze kufanya, unahitaji kupata taarifa. Lakini wengi wanaolipa wanalipa chini ya hata mikataba walionayo, wanalipa chini hata ya market rate. sasa Masaji na Oysterbay nimesema ni strategic uh, service center itatumika kuhamasisha maeneo mengine, ili waweze kukomai na sheria na waweze kuchangia. Najua moja ya eneo na mimi naishi, mimi naishi Oysterbay, na mimi wananialika usiku watu nialinda usik entertainment na nchi kama Marekani GDP yao inachangiwa sana na entertainment industry. Sasa natarajia Kinondoni na nyiye mchangiwe sana na entertainment industry ya Masaki na naus